Pamoja na kwamba kazi inafanyika vizuri, lakini pia hawakuwa na vitendea kazi vya kutosha, ikiwemo magari. Kwa kilio hicho, mheshimiwa Rais ameamua kukifuta, kwa ni deni kwetu. Mheshimiwa Rais ategemei kusikia uhalifu au vunjifu wote wa amani katika mkoa huu. Na vijana, kiukweli askari tunao wa kutosha, vitendea kazi vilikuwa kidogo vinatupa taabu. Kwa Mheshimiwa Rais ameamua kutusaidia magari haya kiukweli, na nimekuja kumkabidhi rasmi RPC, na pia namwomba pia namwelekeza yatunze. Lakini pia sasa wananchi wa mkoa wa Tabora hawategemei uhalifu hapa na pale, vibaka kusumbua watu mtaani, na mimi naelekeza kabisa polisi sasa wafanye kazi yao usiku na mchana. Magari haya yapo ya kutosha, na ahadi nyingi na mengine atakuja kwa kipindi hichi tunachoendelea nacho. Kwa hiyo ni waombe pia na wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kulipa ushirikiano jeshi letu la polisi kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya. Wananchi kutoa taarifa, kazi yao ni kutoa taarifa tu, asiende kupambana na mhalifu. Kazi ya kupambana na uhalifu tuachie vijana wetu wa polisi ambao kazi hiyo wanaifanya vizuri sana. Ni mshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko. Kwa kutukabidhi rasmi magari haya leo, magari manne aina ya GWM ambayo tumepewa mahususi kwa ajili ya matumizi ya doria za polisi, na nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba atuongezee nguvu ya vitendea kazi hususan magari ambayo atasaidia kwenye kufanyaji kazi za doria kwa askari wetu na hivyo kwenda kusaidia kupunguza na ikibidi kumaliza kabisa matukio ya uhalifu. Ni mshukuru Inspector General wa polisi afande Kamilius Wambura kwa kutupa mgao wa magari haya manne kwa mkoa wetu wa Tabora, ukiwa ni mgao wa awali na tumepata hadi kwamba mgao mwingine utafuata, na tunaahidi a magari haya tutayatunza. Tunaahidi magari haya yatatumika kwa lengo lililokusudiwa la kuhakikisha kwamba doria zinafanyika na tunakwenda kuzuia uhalifu usitendeke kwenye maeneo mbalimbali.